Rais William Ruto ameanza ziara ya siku tatu katika kaunti ya Nakuru. Rais Ruto anatarajiwa kuzindua miradi mbalimbali mbali ya maendeleo akianza na hifadhi ya msitu wa Mau eneo la Gararage. Ivan Sasiba sasa naungana nasi moja kwa moja kutuarifu mengi kuhusu ziara hiyo ya Rais William Ruto. Ivan. Naam, asante sana, ni mrodi uliosema ni hakika kwamba tayari Rais Shatwa katika kaunti ya Nakuru ametua mwendo wa saa tatu dakika kumi na tano e, hivi akiwa ameandamana na ujumbe wake e, kutoka ikulu ya Nairobi akiwa hapa kwa shughuli moja ya maendeleo kwa siku tatu. Ulivyosema hapo katika utangulizi ni kwamba atakuwa hapa siku tatu, na hapa tulipo ni katika msitu huu wa Mau, ambapo natarajiwa kwamba dakika chache kutoka sasa hivi atakuwa mwenye kuzindua rasmi usi, usi, usi, kwamba ule kulinda msitu huu na kupanzi wa miti hii leo wakutajia kwamba watakuwa wakipanda miti au miche elfu tano. Watu wote wakiwa hapa, wakiwemo mawaziri, gavana wa kaunti hii na viongozi wengine wote, wakiwa hapa tayari kushiriki katika shughuli hii nzuri ambayo inakuwa tuseme, tubaki kihistoria, ikiwa moja ya kuhakikisha kwamba msitu huu wa kuulindwa ambao ni msitu umekuwa wenye kina cha maji, lakini eh, tukiondoka hapa tutakuwa tukielekea katika eneo katika shule shule ya Baringo eh, msingi ya Baringo ambapo kutakuwa pia pale na hafla. Ni niseme tu kwamba ni kilomita kama tatu kutoka hapa tulipo. Kutakuwa na hafla ya kuzungumza na wakazi, na kisha baadaye atakuwa mwenye kufurusi kuvurusha hadi eh, hadi eneo la Elbagon, ambapo atakuwa pia na vilevile mradi wa kuzindua eh, shughuli ya ujenzi wa be, nyumba za bei nafuu eh, pale atakuwa akizindua pale mradi, na vile akitoka hapo atakuwa akifanya na mambo tofauti tofauti katika kaunti ya Nakuru hapo kesho atakuwa na mkutano wa faragha na viongozi pamoja na wakazi wa hapa Nakuru, katika ikulu ya hapa Nakuru, akizungumza na viongozi pia na kusikiliza tu pengine eh, ni mambo yepi ambayo anaona kwamba yanafaa kimsingi katika shughuli za maendeleo katika kaunti hii eh, lafu siku ya ya ya, ya, ya, ya, ya ya Wednesday atakuwa hapa pia akihitimisha shughuli eh, siku ya tatu hapa akiwa mwenye kufanya shughuli eh, za maendeleo katika eneo la eneo bunge la Nakuru eh, mashariki kisha baadaye afululize hadi eneo bunge e, la e, Naivasha, ambapo atakuwa na ulinzi na ujenzi. Na ukiangalia picha hizo zilizo katika e, kiambo chetu ni kwamba e, ni Rais William Samoei Ruto daktari akiwa tayari ameshawasili akiwa mwenye kuingia hapo kugagua kugagua shughuli nzima inayoendelea pale, na kisha baadaye atakuwa mwenye kuingia katika msitu wa kuendelea ambapo atakuwa wakienda kupanda e, tutakuwa tukitengeneza taarifa hii katika taarifa zetu za hapo baadaye na kumjuza mtazamaji haswani lipi ambalo litakuwa la kufurahia kwa kazi wa Nakuru, kuhusiana na suala nzima la siku tatu, ziara hii ya siku tatu ambayo rais anatarajiwa kwamba atakuwa mwenyeji wa hapa Nakuru, eh, maendeleo akizindua mambo tofauti tofauti ikiwemo barabara kuu, eh, barabara ya hapa eneo la Kuresoi Kusini, ambapo ni moja ya maendeleo tu ambayo atakuwa akifanya kutoka kaunti ya Nakuru. Na kurejesha kwako, Nimrod Mme Evans Asiba Kitabaza toto na